Karibu kwenye platform ya Kidume kwa mara nyingine tena, tunaendelea tena na tena kuhakikisha kwamba tunatengenezana kuwa vidume. Haswa kidume maana yake mtu ambaye ana uwezo kushiriki tendo la ndoa, uh, kufanya mapenzi na mwenza wake akaridhika yeye na huyo mwenza wake, sio akaridhika peke yake, au akaridhika pia mapema, bali akaridhika yeye na huyo mwenza wake. Leo nataka niwaambie ukweli kutoka kwa wanawake. Wanawake wamechoka na maswala ya upungufu wa nguvu za kiume kwa mwanaume. Wanawake pia wanateseka na wewe mwanaume kutokuwa na nguvu, au wewe mwanaume kutomridhisha, kutomfanya afike kileleni. Hilo ni swala ambalo wamelichoka sana sana sana, na wanaweza wakafanya maamuzi mabaya ambayo wewe hukuyatarajia. Wanawake wanasema hivi kwa sababu imekuwa ni uh, imekuwa ni kawaida sasa kwa wanaume wengi kuwa na hayo matatizo. Wakati mwingine wanafikiria hata kuwa wanatafuta sehemu nyingine za kuweza kuwa wanaridhishwa. Sasa angalia yasikukute, ikiwa pengine ni wapenzi tu kawaida, hamko kwenye ndoa, hamko kwenye ile mahusiano strong kabisa, yale ambayo yanaelekea yanapelekea kuwa ndoa au mchumba, inaweza ukawa safe. Lakini imagine ikiwa ni mchumba au mkeo unakuwa haumridhishi, akafanya maamuzi ya kusema naenda kutafuta mtu wa kuridhisha. Anaweza asikwambie, kwani asikwambie, ni kitu ambacho sio cha kumwambia mtu lakini anafanya maamuzi yake kwa sababu amechoka, amechoka. Ni tatizo ambalo linachukua siku, wiki, mwezi, miezi, mwaka, miaka. Kuna tatizo hilo hilo au linajirudia mara kwa mara, ni kwa sababu ya lifestyle yako. Kwa hiyo wanawake wanasema wamechoka. Mimi nimekutana na kesi mbalimbali ambazo nimepokea. Kuna uh, kuna wadada wawili walishawahi kuniambia kwamba wana wenza wao wana hilo tatizo. Mmoja ni wa kawaida lakini mwingine ni mke wa mtu. Akaniambia, mume wangu hawezi kufanya mimi nikaridhika. Mume wake anaanza yeye, na akimaliza watasubiri masaa mawili labda baadaye kitukia. Mwingine muda mwingine anapitiliza kabisa kulala, hawezi tena kuendelea. Sio nzuri kama mwanaume na sio nzuri kwa afya ya ndoa yako. Kwa hiyo, kama wewe mwanaume ni mume kabisa, unajua una mke ndani, hakikisha hakikisha, katika kila tendo unalokutana na uh, mke wako, hakikisha unamridhisha kabisa, akaridhika, ili yasije kutokea magombano, mkagombana na hatimaye kupelekea kutengana. Sio sawa kisha mkeo anaridhika katika kila tendo ambalo unakutana naye. Na hiyo kwa nini anaridhika? Ni kwa sababu umejitayarisha. Mwanaume, fahamu kuwa muda wowote anapotaka mwenzako, mke wako, huo unamtimizia haja zake, ili usimpe sababu ya kwenda sehemu nyingine kutafuta hizo haja kutimiziwa, hizo haja. Kwa hiyo jipange Hakikisha uko strong, hakikisha wewe ni kidume haswa, ambaye una uwezo wa kuperform ama kushiriki tendo la ndoa ipasavyo, ukamridhisha kwa asilimia zote. Hii itakusaidia sana kulinda ndoa yako, na kama unavyojua uh, usaliti unauma. Hivyo basi, ili usisalitiwe, ili usisalitiwe, hakikisha unafanya tendo la ndoa na mke wako na mwenza wako kufaza, na ndoa, na ikambihi, pana, kwa ufasaha akaridhika na wewe ukaridhika vizuri. Tendo la ndoa sio la kuchukua dakika mbili basi, hapana. Haipaswi kuwa hivyo, inapaswa kuchukua muda kidogo na sio muda mrefu, sijuu siku kucha, hapana. Lakini inahitaji kuchukua muda ambao wewe umeridhika na yeye ameridhika, huo ndio muda sahihi. Hamna, sio kipimo cha dakika, lakini wewe umeridhika na yeye ameridhika, isiwe fupi sana wala isiwe ndefu sana, ya kufanya mpaka mtu akakereka eti. Kwa sababu wewe, make sure unajipanga vizuri, na kujipanga vizuri ni kuhakikisha kwamba lifestyle yako iko nzuri, kwenye chakula, kwenye mazoezi. Kula vitu ambavyo unatakiwa ule kama mwanaume, acha kula vitu ambavyo hautakiwi kula kama mwanaume. Fanya mazoezi ambayo yatakusaidia mazoezi yako mengi, tutafundishana pia mazoezi, chakula na nini vyote hivyo lakini, nimeleta hayo malalamiko. Mmoja alikuwa uh, ni mpenzi wa kawaida, lakini mwingine alikuwa ni mke wa mtu. Imagine mke wa mtu analalamika, na kama analalamika na ananiambia mpaka nimekuja kusema kwako, ni kwamba siwezi, naona hii ni aibu hata kumwambia mtu yoyote, siku rafiki yangu na nini, nimekaa nayo muda mrefu, na hii tatizo liko muda mrefu. Kimwambia ah, bwana uchovu. Uchovu. Umeshamwambia mara kadhaa uchovu, uchovu, uchovu, uchovu. pengine kwa sababu ya kazi zake, lakini no, pamoja na kazi unazofanya, lakini kumbuka kabisa ndoa ni sehemu muhimu sana ya kuifanya kuwa inafurahi mda wote. Ndoa yenye amani ni ndoa ambayo kwenye tendo la ndoa wote mnaridhika, mkeo anaridhika na kwa hiyo hayo ni malalamiko ambayo nimewaletea wanawake. Wamechoshwa na masuala upungufu, upungufu, ngine, utafuta, ya upungufu wa nguvu za kiume, wanachoka kuvumilia, wanasa wengine wanasaliti kabisa, wanaamua kutoka kutafuta mtu ambaye anaona kabisa anakutana naye kama ndio washa msumbuasumbua huko na nini au wanaweza wakawa wanajikumbushia na wapenzi wao wa nyuma, kwa sababu umeshindwa kutimiza haja zake kuhakikisha kabisa mnapokutana wewe unaridhika na yeye anaridhika, huyo ndio kidume anapaswa kutakiwa kuwa. Kwa hiyo nawakumbusha tu kuwa na lifestyle nzuri kwenye upande wa chakula, kuwa na lifestyle nzuri kwa upande wa mazoezi pia. Kwa hiyo uh, tuendelee kufuatiliana kwenye Kidume, tutakuwa pe, tunapeana tips mbalimbali, vyakula na mazoezi uh, na vitu vingine pia. Tutaona, kwa sababu kuna watu wana experience au matatizo, ni muhimu sana kuyaongea, na ni muhimu sana pia tukapeana solution. Kwa kwenye Kidume kutakuwa kuna hizo experiences mbalimbali za watu, lakini vile vile tutakuwa tunatoa solution kwa sababu tuna dawa, tuna dawa ya Kidume, nitawaonesha na itapatikana tu kwa bei rahisi. Yote tutaendelea kufahamishana hapa hapa. Kama bado hauja subscribe, uh, hapo chini hapo na kialama cha kusubscribe ili uwe kwenye plat kwenye YouTube channel hii ambayo inaitwa ina Kidume, ukawa mtu wa kupata taarifa kwamba tumeweka video, ukawa unajifunza na wewe au vipi. Na kama vipi, tuendelee pia kufuatiliana kwenye mitandao ya kijamii Instagram, pamoja na, na TikTok kama Kidume Tanzania.